Na mtazamaji, tukizidi kutafakari hayo, serikali kuu kupitia wizara ya mazingira, tabia nchi na misitu sasa inawashinikiza Wakenya kukumbatia upanzi wa miche, hasa miti ya matunda katika mpango wa kupanda miche bilioni 15, kabla ya mwaka wa 2030. Dan Dunde na Bwayo ni mwanahabari wetu akiwa katika kaunti ya Kakamega. Haya ni kwa mujibu wa Waziri Dibora Barasa akiongea baada ya kuongoza shughuli ya upanzi wa miche katika shule ya msingi ya Ikonyero kwenye hafla iliyoandaliwa na shirika lisilo la le kiserikali la Tupande One Acre Fund. Waziri huyo amesema kuwa serikali itahakikisha bei ya mbegu pamoja na miche ya matunda inapunguzwa ili kufanikisha mpango huo. Hakuna mambo ya kununua avokado uh, 20 shilingi kama unaweza mnunua mti upande kwa shamba yako hmm? Upande hapo karibu na barabara, itaweza ku, kuzaa matunda mengi na sisi wote tutafurahia avokado na maembe na matunda yote hayo. Tunataka kuambia mashule yote, panda mti wa matunda. Tupande miti eh? Kati ya hiyo miti tatu miongoni yao iwe ya matunda. Barasa amesema kuwa Kenya itadhibiti mabadiliko ya tabianchi iwapo tu kila mmoja atajitokeza na kuwekeza katika upanzi wa miti na kulinda mazingira effort

Shirika la kilimo la Tupande One Acre Fund kupitia kwa afisa wao wa mauzo limeahidi kushirikiana na serikali kuu katika mpango huo. we are constituency. Nikiripoti habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega naitwa Dan Ndunde.